Marahaba mwanangu umeamkaje? Habari za watoto? Mna mmeo? Nimezipokea. Unajua mmeo ana bidii na anajua kutafuta maisha. Mwanangu, asante kwa kumleta mamako nyumbani.

lazima kuna kitu kinakusumbua, ni kama hauna raha. lazima lipo la huo, oh, ni lazima hata mimi. Umeutikisa mji wangu nani. Ugonjwa ungeondoka tungepiga picha na vigelegele. amenieleza kama kumbe, sikuwa naelewa hali yako. Sikitisha sana mwanangu. Asante kwa uwemo uliomfanyia mama yako, yak umesimamia mjukuu wangu, nashukuru. Lakini wajua, malezi yale hayakutimia nilivyotaka mimi kwa ndoto yangu ambayo nimeikamia sana. Siku zangu za usoni imepita nayo sasa leo ndio iko mikononi mwetu. Hamna shaka baba. Nzuri tu japo si za kupigiwa mfano, maisha ni haya haya uyaonayo. Hakujituma kama kitoto kidogo, yaani unawaguka mweedoona kusubiri riziki uwapeleke machoni ah,

Hata baba yangu kalasinga angekuwepo angefurahi. Baba yako? Ah, uh, hivyo ndivyo alipoitwa baba yangu. Yeye ndio aliyekuwa aliyekuwa mtu wa kwanza kufanya kazi kwa mimi. Mwache baba yangu kwenye mjadala huu. Mwapu. Mwapu. Mwapu.

Nashukuru mwanangu, japo amekuja kuchelewa. Natumai pia wadogo eh, zako pia. Ah, samahani sana. Yani kumbe sikuelewa ulikuwa ugonjwa, lakini usijali, taabu zako zitakuwa taabu zangu.